Hata katikati ya mambo ambayo unafikiri hakuwezi kucha, usipoteze focus yako. Maana ziko nyakati unaona hata kama kesho hakuwezi kukacha, bonde la uvuri wa mauti, bonde la giza nene usipoteze focus yako. Kesho yako bado ipo, hata kama leo inasumbua, lakini ione kesho yako yenye matumaini, yenye nuru njema, pamoja na kwamba leo unasumbuka lakini bonde la uvuri wa mauti, bonde la machozi, bonde la kukatisha tamaa, lakini bado ione focus yako. Ione kesho, ione kesho inayofurahisha, maana kesho yangu ni leo hii. Kwa hiyo kama ni hivyo, bonde la uvuri mauti bonde la uchungu bonde la kukataliwa bonde la kutegeshewa kila mitego, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu akuchunge, Mungu anichunge, Mungu atulinde, ili tunapopita katika bonde ambalo unaona hata kesho siwezi kufika, yule anayetuazia mema siku zote atufikishe kesho, katika jina la Yesu Kristo anatihai